Wakili wa kimataifa wa Tundu Antipasi Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Robert Amsterdam, anaonekana kuendelea kuivaa Tanzania kufuatia sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa Tundu Lissu kwa mashtaka mawili likiwamo shtaka la uhaini ambalo halina dhamana na hivyo kumfanya tundulisu kuendelea kusota rumande. Muda huu tena, tunakwenda kutizama na kusikiliza kwa upana zaidi jinsi ambavyo mwanasheria huyo wa kimataifa wa Tundulisu Robert Amsterdam anavyozungumza. Kikubwa, hakikisha kwamba unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii. Pia like video hii kwa wingi. Kwa sasa zimepita takriban siku sita tangu mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu ashikiliwa na kushtakiwa, ambapo tunafahamu kwamba bado anaendelea kusota rumande. Muda mchache mara baada ya Tundu Lissu kushikiliwa na kushtakiwa, mwanasheria wake wa kimataifa Robert Amsterdam alijitokeza na kutoa tamko, na sasa amejitokeza tena na kusema, mimi namnukuu hapa Robert Amsterdam kwa mara nyingine tena anasema: Ninachukizwa na ufarisi wa udanganyifu wa kauli za Bwana Lisu, jaribio la kukata tamaa la kuhalalisha shtaka la usaliti kama kwenye riwaya za Orwell. Kificho kimeondolewa. Rais ni sawa kabisa na buldoza kama chama chake kilivyokuwa daima. Iwapo waendesha mashtaka na maafisa wengine watashiriki katika kumtesa kisiasa Tundulisu, watajifungulia uwezekano wa kuwekewa vikwazo vya kimataifa. Uonevu una gharama. #freetundulisu Tundu Lisu now. Narudia tena. Wakili wa kimataifa wa Tundu Antipasilisu Robert Amsterdam anasema, ninachukizwa na ufarisi wa udanganyifu wa kauli za Bwana Lissu, jaribio la kukata tamaa la kuhalalisha shtaka la usaliti kama kwenye riwaya za Orwell. Kificho kimeondolewa, rais ni sawa kabisa na buldoza kama chama chake kilivyokuwa daima. Iwapo waendesha mashtaka na maafisa wengine watashiriki katika kumtesa kisiasa Tundu Lissu, watajifungulia uwezekano wa kuwekewa vikwazo vya kimataifa. Uonevu una gharama. Free Tundu Lissu now. Hayo ni maneno ambayo ameyazungumza Robert Amsterdam kwa mara nyingine tena eh, kufuatia sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa Tundu Antipas Lissu. Unafahamu ya kwamba Robert Amsterdam ni mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipasilisu ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti na mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo kwa sasa anakabiliwa na shtaka la uhaini. Na je, huyu Robert Amsterdam ni nani? Yawezekana wengi wamekuwa wakisikia tu jina Robert Amsterdam, mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipasilisu, pasipo kumjua kwa undani bwana huyu. Sasa leo nitakupa faida ya kumfahamu japo kwa uchache bwana huyu Robert Amsterdam wakili na mwanasheria wa kimataifa. Je, Robert Amsterdam ni nani? Robert Amsterdam ni wakili wa kimataifa mwenye uzoefu wa miaka 40 katika kushughulikia migogoro mikubwa katika masoko yanayoibukia. Kampuni yake ya kisheria inayofahamika kwa jina la Amsterdam and partners LLP yenye ofisi zake mjini London na washington DC, inasifika kwa mbinu zake bunifu katika mashauri changamano, usuluhishi wa kimataifa na utetezi wa kesi za jinai, hasa zenye sura ya kisiasa na sera. Amsterdam amewahi kuajiriwa na serikali mbalimbali na makampuni ya kimataifa kutoa ushauri juu ya migogoro. Mchanganyiko wake wa kipekee wa utetezi wa kisiasa na sheria za kimataifa umemfanya kuwa mshauri wa viongozi kadhaa wa dunia wakiwemo serikali ya Jamhuri ya Uturuki, waziri mkuu wa zamani wa Thailand, eh, Taksini Shinawatra, rais wa zamani wa Zambia Rupia Banda, mbunge wa Uganda Robert Kyagulanyi, yani Bobby Wine, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu, mwanasiasa wa Kameruni Maurice Kamto, na gavana wa zamani wa Akwa Ibom State nchini Nigeria Godswill Akpabio miongoni mwa wengine maarufu. Akiwa na uzoefu mkubwa katika nchi za Afrika, Asia ya Eurasia na Amerika ya Kusini, Robert Amsterdam ni mtaalamu wa kesi za hatima ya kampuni. Amefanikiwa kupata tuzo kubwa za usuluhishi wa makampuni makubwa kama Price Waterhouse Coopers na Four Seasons Hotel and Resorts Group, na pia hutoa ushauri kwa makampuni yanayopanua masoko mapya na kudhibiti hatari za kisiasa. Mbali na kazi ya kibiashara, kampuni yake inajulikana pia kwa kazi ya haki za binadamu inayofanywa bila malipo, yani pro bono. Kampuni imetunukiwa tuzo ya kimataifa ya pro bono dispute kutoka kwa American Lawyer, kutokana na kazi yake nchini Zimbabwe na imewahi kuwatetea viongozi wa upinzani katika nchi kama Singapore, Uganda na Venezuela. Amsterdam pia amewatetea wafungwa wa kisiasa wa hadhi ya juu kama vile mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Yukos nchini Urusi, eh, Mikhail Khodorkovsky na mfanyabiashara wa Venezuela Eligio Senedo ambao wote walifanikiwa kuachiwa huru. Kama mwandishi na mwanablog hodari eh, maandishi ya Amsterdam yamechapishwa katika magazeti ya New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, Washington, eh, Washington Post na Forbes miongoni mwa machapisho mengine. Ameonekana pia kwenye runinga kadhaa kama CNN, CNBC, Bloomberg BBC na Fox News. Amsterdam ni mwanachama wa chama cha wanasheria wa Canada na chama cha kimataifa cha wanasheria na pia ni wakili aliyehitimu nchini Uingereza. Alipata shahada ya BA kutoka chuo kikuu cha eh, Carleton Ottawa, na alisoma sheria katika chuo kikuu cha Queens, Ontario LLB. Huyo ndiye bwana Robert Amsterdam wakili na mwanasheria wa kimataifa ambaye anafanya kazi zake kimataifa zaidi, lakini pia eh, ni mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu. Bila shaka umepata nafasi ya kusikia na kumjua japo kwa ufupi bwana Robert Amsterdam eh, wakili huyo wa kimataifa. Kwa upande mwingine polisi